Nikukaribishe kwenye dakika chache sana katika siku ya leo. Ni matumaini yangu tunasafiri pamoja kwa dakika takriban kumi na tano au thelathini. Imekuwa ni desturi yangu kila ninapopata nafasi kuzungumza machache, na naamini kuna baadhi ya watu wananufaika kwa hayo anaozungumza lakini naamini na baadhi ya watu wanafuatilia, utaka kujua ukweli uko wapi, au itakapotokea amekutana na changamoto aweze kuchukua hatua <coughs> leo nilikuwa na watu wawili, leo nilikuwa na watu wawili. Jana yani, nilikuwa na watu takribani tisa lakini leo nimekuta watu wawili, moja kutoka Bukoba, moja kutoka Mbeya, kutoka Mbeya. Na kati ya hao kutoka Mbeya, ameishi na maambukizi ya virusi vinaoleta ukimwi Naomba radhi kwa kupotea kwa dakika kadhaa, ni tatizo la kiufundi lakini nimerejea, kwa kuendeleza kile nilichokiongea. Nilianza kuongea lugha kadhaa kukuambia kuwa TR Msigwa hutembelewa na watu tofauti tofauti au hufuatiliwa na watu tofauti tofauti kwenye mitandao ya kijamii, wengi wanataka kujifunza lakini wengi wanataka kufuatilia ili kuona ikitokea amepata changamoto hiyo, aone njia bora ni ipi ya kuchukua, ili afikie kwenye lengo ambalo yeye anakusudia kuondokana na changamoto alizokuwa nazo, ili kuchukua hatua, ili awe bora zaidi katika safari ya maisha. Jana nilikuwa na watu tisa, leo nilikuwa na watu wawili mmoja katoka Bukoba na ndugu yangu mmoja katoka Mbeya. Aliotoka Mbeya, Mbeya e, ameishi na VVU takriban miaka kumi na sita. Aliotoka Bukoba ameishi na VVU takriban miaka kumi, kwa mujibu wa kauli zao, na ukienda kwenye TikTok utaona clip zote hizo na kila mmoja amepima mara tatu, na ninamshukuru sana Mungu. Kuwa na akili inakukua unajua, kuna mtu anaweza akatoka nje box ikaishia hapo lakini, ukiwa na akili inakukua unakwenda mbali zaidi, na huu ndio uhodari na uonyesha kwenye mitandao ya kidi. Ukiona kipimo cha leo, dada aliotoka Mbeya, eh e, hajawahi kula 4A9, lakini kwa kunifuatilia kwenye mtandao ameamua kuja Mbeya kuja Dar es Salaam, na nikamwambia, kwa sababu umetoka Mbeya, si ningependa urudi angalau uwe katika kiwango kidogo, kwa maana week au uwe kwenye kiwango cha mstari mmoja ili uondoke ukiwa angalau na furaha au na mafanikio makubwa katika safari ya maisha yao. Vipimo viliokuwepo TikTok vinaonyesha na kusikia sauti ya ndugu zangu hao wili ambao walinitembelea katika siku ya leo, tukianza na Wabukoba. Wabukoba alishawahi kutumia dozi ya kwanza ya pili lakini faida ya kukutana au faida ya kuzungumza ndiyo tunachokiona. Tumempa chai kwa kumtengenezea chai, amekunywa kikombe cha kwanza, cha pili, lakini kwa sababu najua damu ile ina tatizo gani, nikampa kikombe kidogo cha juisi inayotokana na asali na maziwa kupima ndio kipimo hicho ambacho nakiona, baada ya dakika ishirini kunywa hiyo, tumemtoa kwenye strong, tumemweka kwenye wiki. Kwa hiyo kesho, naamini au kesho kutwa, tunaweza tukawa tumebadilisha kwa kiwango kikubwa sana damu yake, na tutapima tutapata majibu ambayo ni rafiki zaidi sasa ukiwa una ujuzi mzuri unaweza ukacheza na damu na mtu akapata mafanikio. Ukienda kwenye TikTok utaona hizo video ambazo nimeweka, lakini dada yangu mwingine kutoka Mbeya ambayo ameishi na VVU hiyo takriban miaka kumi na sita tumepima mara tatu, tulivyoona mstari kipimo cha pili, mstari bado uko wiki no so wiki kwenye media nikamwambia, hebu tubadilishe mfumo daniani. Lakini baada ya dakika hamsini tumepata mstari mmoja na ameondoka akiwa na furahi, na tumepata mstari mmoja. Kwa hiyo ninathibitisha ninachokisema kuliko kusema ninachokijua, ndio tofauti yangu mimi na wangine. Nimeona niliseme hili ili uweze kuona namna gani nguvu ya hoja inavyotumika kuliko kuthibitisha au kuzungumza unachojua na kuse kuthibitisha unachofanya. Kwa hiyo ukitembelea TikTok ya TR Msigwa utaona watu tofauti tofauti, wanathibitisha au nathibitisha kile ninachokizungumza kwa kuonyesha ushahidi na kila kitu ninachokifanya hii ni nini? Ni ndoto ya safari yangu ya maisha yangu kutengeneza second line. Kuwa na aina mbili, sio kuwa na silaha moja. Kama unaingia kwenye mchezo, lazima uwe una njia mbili za kutatua au za kutumia katika safari ya maisha. Maisha ni vita. Maisha ni pale unapozaliwa, mwisho wa maisha ni pale unapoondoka duniani. Haya unakutana nayo hapa katikati. Haya ndiyo maisha. Sasa watajitokeza watu aina mbili au tatu, na ndio historia jinsi ilivyo. Sasa ukibishana na historia, inawezekana matumizi yako ya akili hayako madhubuti. Kwa mfano, mamlaka hahitaji umri yoyote anaweza kawa, kawa na mamlaka akiwa na umri mdogo, anaweza kuwa na mamlaka akiwa na umri mkubwa, anaweza kawa na mamlaka vile vile. Kipato hakihitaji umri. Unaweza ukawa na kipato ukawa mtoto mdogo, unaweza ukawa na kipato ukawa ni mtu mzima na kadhalika. Lakini nachotaka kuzungumza katika nukta hii ni nini? Ni lazima watatokea watu watatu. Mtu wa kwanza anaweza akawa wako baadaye, asio wako, hilo lazima ulijue. Lakini kuna mtu wa pili, yeye anaweza akakupenda kwa kazi unaofanya, kwa kila kitu unakufanya, akavutiwa na wewe na akawa na wewe. Lakini mtu wa tatu anaweza akakuchukia kwa sababu zake mwenyewe binafsi na akaachana na wewe Isiwe sababu ya wewe kushindwa kufanya kazi yako kwa ufanisi. Kama unajua unachokifanya, mimi nathibitisha ninachofanya, najua nilipotoka, najua nilipo, najua napokwenda. Haya nayoonesha kwenye TikTok na YouTube kwa mtu mwenye akili madhubuti, lazima atakuwa na cha kujifunza.